Hakuna kiumbe yoyote mwenye jeuri ya kunitisha au kunibabaisha kunitoa kwenye msimamo wangu. Watu wenye akili timamu hawatishwi, wa mimi nimevuka levo ya kutishwa, ninafahamu ndio maana ninazungumza, kwa sababu kwanza, nimevuka levo ya kuhongwa, nimevuka levo ya kutamani vyeo, nimevuka levo ya tamaa za kipumbavu. Jamani, kumbe kuna watu huwa ni wajasiri sana. Kuna watu hawaogopi kutekwa wala hawaogopi serikali e bwana, wao wanaongea ukweli mtupu na hawaogopi e bwana. Kuna mwamba mmoja hapa a, nitakwenda kukuwekea umuone vile ambavyo anazungumza anasema, ye haogopi kutekwa, hawezi kumtishia kwa kusema kuwa utamteka na ashavuka hizo level za kurogwa. Yaani mwamba fulani anajiamini hapa a, ngoja niweze kukuwekea video yake, aitazame video mpaka mwisho. E, utajua kwamba huyu jamaa a, kweli anajiamini ni mjasiri sana. Unajua kuongea mambo kama haya mtazamaji, eh, inahitaji uwe unajiamini sana. Sasa huyu mshikaji e, ni mzee tu fulani hivi e, lakini anajiamini a, kivyake vyake. Nitakwenda kukuwekea video ndio hii, uweze kujionea vile ambavyo huyu mzee anazungumza kuhusiana na taifa a, lake. Zidi kujionea a, video Dio hii hapa. Hakuna kiumbe yoyote mwenye jeuri ya kunitisha au kunibabaisha, kunitoa kwenye msimamo wangu. Watu wenye akili timamu hawatishwi, wa mimi nimevuka levo ya kutishwa. Ninafahamu, ndio maana ninazungumza, kwa sababu kwanza nimevuka levo ya kuhongwa, nimevuka levo ya kutamani vyeo, nimevuka levo ya tamaa za kipumbavu. Mimi nimekubali utu alionipa Mungu, ninawajibika kwa taifa langu, na mimi ninakataa. Kuna kauli ya kusema sisi napokea amri kutoka juu. Amri kutoka juu, mtu yoyote anayepokea amri kutoka juu bila kuzihoji ni mpumbavu. Nchi hii sio ufalme, ni nchi inaongozwa kwa sheria na katiba. Kwa sababu wewe ni rais, we kwa sababu ni waziri au kwa sababu ni nani, maamuzi mabovu yanapita. Mtu anasema maagizo kutoka juu, we una kichwa, hujui instrument za wizara yako, hujui wajibu wako wa kikatiba. Can you not make a simple analysis? Hatuwezi kuwa taifa la kibwege kiasi hichi. Tuna mikataba mibovu inapita, usisikilize tu mambo ya nia njema. Nchi haiongozwaje kwa nia njema? Nilishasema nchi inaongozwa kwa sheria, katiba na kanuni, ni apeleka kwenye mahusiano huko hakuna gani ya njema kwenye kuendesha nchi. Kwa sababu ya hoja anatamani kuua watu. Watu wenye akili timamu hawaogopi kifo, kwa sababu immediately umezaliwa, immediately safari ya kufa inaanza. Tunachojali ni unakufa namna gani na kwa sababu gani. nchi hii kuna watu wamejigeuza wao miungu watu wao na familia zao wanataka kugeuza watanganyika kama ng'ombe wao zizini, watuswage kwenda machungani na kuturudisha muda wanaotaka. Nataka kuwaambia kama walifikiri sisi ni kondoo, tumeshageuka kuwa wanambuzi wakorofi na tumeshanyanyua wa mkia kama ngili. Hakuna mahali watakapotufuga tena. Tunahitaji uwajibikaji. Wanajificha kwenye kichaka, mara waseme mapinduzi si uhaini, mara waseme udini, kote huko ni kukwepa kuwajibika wengi hatuwajibiki. Tunafikiri sisi tuko hapa by default, hatuko kwa default. Tunaishi sasa kwa sababu Mungu amepanga mpango wenzetu waje kuishi miaka mia nne ijayo. Kwa hiyo tuna wajibu wa kutumia rasilimali zetu kwa kuwajibika, kwa kuhakikisha tunalinda maslahi ya sasa na yajayo ya, ya taifa letu. <laughs>